Leo nitakuletea madhara ya kufanya operesheni ya bawasiri. Wengi wamekuwa wakifanya operesheni ya changamoto ya bawasiri bila kutafuta dawa ambazo zinaweza zikasaidia kuondoa changamoto hiyo kwa uhakika, kama Pailikea. Sasa leo nitakuletea madhara ya kufanya operesheni. Madhara namba moja, kwanza unaweza ukapata maambukizi kwenye njia ya haja kubwa, ikiwa kama vile vifaa vilivyotumika havijazingatiwa kwenye usalama uh, unaotakiwa lakini, madhara mengine ni maumivu makali wakati wa kujisaidia uh, ni baada ya kufanyiwa uh, operation, na maana mtu anapata maumivu makali kwenye kile kidonda alichoweza uh, walipofanyia ule operation. Lakini pia madhara mengine ambayo unaweza kuyapata ni kwamba ni chanzo kimojawapo cha kansa kwenye njia ya ja kubwa. Wengi waliofanya operation wameweza kupata kansa kwenye njia ya ja kubwa na madhara mengine zilizotakiwa kupata ni kwamba kushindwa kupata mkojo na choo, kwa maana mara nyingi wa watu wanaweza kuhusisha bawasiri na tezi dume. Unapokuwa unasukuma mkojo, kuna namna ambavyo uh, sehemu ya mkojo imeunganika na sehemu ya njia ya haja kubwa, kwa hiyo inaweza ikakuzuia kupata uh, kuweza kupata mkojo na kupata choo, lakini pia inaweza ikatunga usaha na ikasababisha vidonda kwenye njia ya haja kubwa. Tuambie ni madhara gani hapo chini ambayo umeyapata mara baada ya kufanya operesheni ya bawasiri. Lakini usisahau unaweza ukatumia paelikea bila kupata changamoto hizi za kufanyiwa operesheni.